iakiwaasada na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza kuna nini nani? Wakamwambia, yeah. yeah. yeah. Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema mm -hmm. Mano, Mwana wa Daudi Yesu, mwana wa Daudi na unirehemu. Anapeleka ombi kwa Yesu, anapeleka ombi kwa Bwana mkubwa, wala hajazi maneno, anaomba, anasema Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Unapoenda kuomba kwa Mungu, usijaze maneno, sema neno, sema nelo yako Wale waliotangulia sasa wapo na Yesu. Waliposikia huyu kikogo, wanasema mwana wa Daudi, nirehemu. Wakamwambia nyamaza, lakini yeye akazidi sana, hey, akazidi sana. Upata sauti akapata sauti mwana, hey, wa Daudi ngiree Na alivyokaribia walimpeleka kipofu kwa Yesu, alivyokaribia Yesu, akamuuliza akamuuliza, wataka nikufanyie, unataka nikufanyie nini? Akasema, akasema Bwana nipate kuona. Basi naona nguvu zangu leo sikuja ija baa. Yesu anauliza unataka nikufanyie nini? Hivyo kila mmoja katika moyo wako mwambie Yesu, nataka unifanyie